Mmetumwa, mmepewa mizigo, Simba atoe sare ama afungwe. Ondokeni, nendeni jimkana kangalia mazoezi ya timu yenu. Yeye anaongoza ligi, unaonewa? una una una kweli hiyo yes. Si aibu kwa maana yake, wanatudhalilishia taifa letu kila siku. Kama jana na jana, walikuwa pale wazee wao, vijana pale, kugonga msumari, hawachezi, wanaimba kabisa hivi. Wazee wa miaka sabini themanini wamekaa pale, wanasema hawachezi iindo, mnapeleka timu uwanjani. Timu anapeleka injinia, na tajiri wake kashamwambia anataka ubingwa mara ya nne, peleka timu sasa. Wewe unakula miogo yako shamba huko, unapiga piga kelele, sichezi mechi. Acheze kwenu huko Mnandi, kwamba wanacheza na na ta kwa mechi. Mechi, wana watake wasitake. Mechi watacheza, wana <laughs> wasitake, watacheza. Injinia anataka cheo serikalini, naye anataka kuwa kiongozi serikalini. Hizi kaonekana kaenda bungeni. Sasa injinia anataka uongozi, kama mlikuwa mjini nyuma mwiki, injinia anataka kuwa kiongozi kwenye jamhuri ya muungano wa Tanzania, acha kwenye mpira. Sasa wewe utapata wapi uongozi kama timu ujapeleka uwanjani? Sekta ndogo tu ushindwe kuisimamia pa pale wamepigwa rangi wao waende wakapiga kelele. Sasa wasiangalie wasikwangue zile rangi. Maana wamejazana pale kina mama watoto, wazee. Watu wamejazana pale wanaimba uchezi mechi. Uchezi mechi wamemsajili pakome. Wamemsajili Aziziki. Unajua shilingi ngapi wale? Watu wamenyang'ania kumbakisha. Wao wanaenda kuandamana uchezi mechi. Kwa hiyo wamesajili timu kwa ajili ya mazoezi. Kwa hiyo wao wabaki kwenye mazoezi lakini taarifa tulizokuwa nazo tajiri na mfanyakazi wa tajiri washakubaliana lazima wapeleke timu. Tajiri na mfanyakazi wa tajiri wamekubaliana lazima wapeleke timu tajiri anataka kombe la mara 4. Sawa mfanyakazi wa tajiri anataka uongozi serikalini. Kwa hivyo vitu viwili vyote wanavitaka. Wanakosa kupeleka timu. Kwa hiyo mimi naamini hao na wanaoandamana tutaonana tarehe 15 mwezi wa 6 si? Tutaenda kupeana 5 5. Mmemfunga mwenye nyumba leo KMC. Ah oh. Kumfunga mwenye nyumba ni jambo la kawaida kwa sababu sisi tushazoea kucheza na mwenye nyumba. Mm. Tushampiga goli nne mechi ya kwanza. Leo kajifanya kabana, kaanza kutufunga goli hapa. Kafungua mlango, tukamwambia umefungua mlango, akati tunatia kufuri. Chumba chake mpaka sasa akilaliki. Leo ataenda kulala baharini. Hawatolala. Mm. Asa, wapo. Hmm. Sasa kule wa chukua watu wamefanya kambaki ndani ya dakika sifuri, alafu kipindi cha pili ambaye achukua hiyo, alafu ambaye nandani mkalale baharini. Yeye ndio wenyeji, lakini sasa hapa tunatamba sisi, tunalala sisi, mwenye nyumba leo walalia Jiwe lile lilokataliwa na waasi leo hili na tamba KMC Compress, udo Joshua Mutare. Ah, Joshua Mutare ni mchezaji bora, ni mchezaji amekuja hapa, kuna vitu ambavyo vilikuwa vinamwasili. Unajua ni mwiko mchezaji wa kumhitaji. Watafanya kila njia, wataenda kokote pale ili mradi mchezaji asifanye vizuri. Sisi tumeenda tumemfungua Joshua, ndo huyo, kashafanyiwa service, chuma kimerudi. Simba amerudi. Na leo Joshua amerudi. Joshua anatuma salamu kwa Simba Kana, alikuwa anawatamani sana wale wa Misri lakini, binafsi alicheza dakika chache sana, lakini sasa anaenda kuanza. Mwalimu ashamwambia unaenda kuanza. Naamini huku kuna, kuna elimu pazu huko kuna Joshua Mutale. lakini huku kuna kibu Dennis, hasa sijui ataanza na nani, anapewa kazi ya kuchagua aanze na nani, mana wote vibelengi. Ataanza nani? Hiyo ni hatari. Kwa hiyo sasa hizi wajiandae na wao, kama watachapisha hao watatoka kabisa ligi, wataenda Morocco. Lakini pia tujiandae kwa ajili ya kuvaa suti za ubingwa. Wana simba kokote mlipo, nchi nzima, siku ya tarehe 25, mwezi wa tano, natoa kodi mapema hii, msemaji atakuja kujazia, ila mimi natoa kodi mapema. Wana simba wote, utaki kuvaa jezi nyeupe wala jezi ya blue. Siku ya tarehe 25, mwezi wa tano, wote tutatakuwa tunye na rangi ya moto, wote tuvae jezi nyekundu tupu, uwanja utakao taka nyekundu tupu Benjamin Mkapa. Kila mmoja usipokuwa una jezi nyekundu, nunua mapema. Siku hiyo tunataka jezi nyekundu.